Naomba usimame juu, tanua mikono yako hivi. A acha hivi. Hivi. Yes. Alafu kwa kama unamwonaga ndege anavyopaa, unamwona ndege anavyopaa eh? anavyo anaacha ardhi, anapaa wapi? Kwa nini maisha yako yasipae? Sasa kama uko tayari, lakini ndio maana kuna ishara nataka unafanya tu hivyo kwa ishara. Sawa so, eh? Yaani ufanye hivyo kwa ishara, kwa ishara, kwa ishara. Mama pale njoo hapa, njoo mtoto wangu. Eh, njoo. Njoo, njoo hapa. Njoo, njoo, njoo, njoo. Njoo. Yaani upae tu, hebu fanye. Mimi niko na kusalimia tu, yani hii. Salamu yako itakuwa njema. Simama tu hapa mamangu, simama hapa. Simama, anza kupaa wewe. Hey, eh, anza kupaa. Pa. Pa. Pa. Imani yako na tamani iwe hivyo sawa, eh? Upae uwe juu ya ghasia, sema kwa sauti e, Bwana Yesu, nipaishe, nipaishe, nipaishe. Nipaishe kama vile ulivyopaa ukapita juu ya maji, ukapita juu ya maneno yote ukapita juu ya makwazo yote ukapita juu ya makwazo yote. e Yesu, e Yesu, naomba nipae katikati yao, naomba niwe juu katikati ya magonjwa, naomba niwe juu katikati ya mizimu yao naomba nipae katikati ya vikwazo vyao. Naomba nipae katikati ya vizuizi vyao. Yesu, nipaishe niwe angani, hata kama waliniona chini ya miguu yao, wakaniona chini ya mamlaka yao. Paisha wa watoto wangu. Paisha watoto wangu. Paisha watoto wangu. Paisha watoto wangu. Paisha watoto wangu. Paisha watoto wangu. Paisha ndoa yangu. Nyosha mikono juu. Kwa uchungu na mateso uliyopata ndani ya miaka kaza wa kaza, unalilia kitu hicho, Mungu atengeneze na machozi haya katika mazabahu yake. Baba umesema nimekuja na, na jambo nami niko tayari kutua, akautua mzigo. Ni nani wa kuitetea hii kesi? Nani wa kuitetea hii kesi? Nani wa kumfariji ndani ya mama huyu? Nani anaweza kusaidia? Saidia mama huyo, saidia saidia pale. Hebu sema Yesu nipaishe Yesu ni paishe yes, hata kama kuna mwanadamu ameshatengeneza hirizi yake hirizi yake hirizi yake. Hirizi yake. Hirizi yake. Hirizi yake hirizi yake hirizi yake kwa ajili ya kuninyong'onyeza kwa ajili ya kunizika, kwa jina lako ninapaa, ninapita angani, ninakuwa juu ya fahamu zake, ninakuwa juu ya matunguri yake, ninakuwa juu ya maneno yake, ninakuwa juu ya maneno yake ninakuwa juu ya upinzani wake, katikati ya upinzani wake Amosi ninapaa, ninapaa Amosi ninapaa, mapigano ninapaa, ninapitanga ninapitangani. Njoo mama pale, njoo pale. Mungu atengeneze, Mungu atengeneze na kunyanyue. Nimeona, simama kwanza mama, asante. Tutasimama huko huko mbele kwa mbele, huko huko mbele kwa mbele, huko mbele kwa mbele. Nina kazi kuanzia Jumatano ya kuua ushirikina wote ulioku na kutesa, yaani nina kazi, yaani kama kulikuwa na uchawi umejificha juu ya maisha yako juu ya juu ya kuna ushirikina, kuna mtu amefanya mambo ya kichawi, kuna mtu akafanya mambo ya kichawi, kuna mtu amefanya vitu vya kichawi, hapo ndipo utajua kwamba Mungu kweli amenisitisha kazi, ameniambia nenda pale, ndio utakuja kujua. Huyu mama nimeona hapo amekaa lakini naona kama pembeni kuna mashine fulani lakini nimeona fisi wawili. Wangapi? wewe kusikia fisi, neno fisi, fisi, fisi wawili wameng'ata vyuma fulaha. Mama, simama hapo, naomba mpe maiki hapo nimuulize. Mama, unaishi wapi? Sasa naishi hapo, naishi mbele hapo po hapo mwanzo wa hapo mwanzo wa uwanja wa Tanesco. uwanja wa Tanesco. Ndio. Hapo sema wanaita mashine. Unafanya kazi gani mama? Ulishagawai kumiliki hata chombo chochote au cha chuma, labda kama mashine au pikipiki piki, au cherani cherani? Ndio. Una muda gani unafanya hiyo kazi ya chereani na muda tangu elfu mbili na kumi na saba. o -huh. Lakini sasa hivi imekufa sifanyi tena kazi yoyote. ndo -huh. Nikafanyafan kazi lakini haijawahi kuniingizia kitu chochote, yaani nakuwaga na vita tu nikiwa kwenye cherani huwa nakuwa na vita mm. Hata nikipewa kazi nafanya kazi, lakini kuna fisi hawa, kwa hiyo mashine haiwezi kaendesha kitu chochote, fisi hawa wawili. Umeelewa vizuri Ndiyo. na mimi ninasema unaponyanyuka hapo Ndiyo. wale waliokuwa wameweka kwenye ofisi huo ushirikini uliokuwa umefanyika kuanzia sasa kwanzia sasa hivi umeelewa vizuri imani yako imekuwa juu zaidi ya wale fisi umeelewa vizuri <laughs> <laughs> sawa eh nyosha mikono juu Nyanyua tena hivi kwa pamoja, nyanyua tena hivi kwa pamoja, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, njoo hapa mtoto wangu, e Bwana Yesu, neema yako, neema yako inipaishe leo, inipaishe sasa, inipaishe sasa kwa jina lako nione anga, Nione anga, Nione anga, Nione anga. Nione anga. Nione anga, Ee Bwana Yesu, Ee Bwana Yesu, Vizuizi vyote, Vizuizi vyote, uchawi, ushirikina, maneno yanayotoka katika vinywa vyao ya kichawi ya kishirikina, kwa jina lako napita juu ya vyote. Na paa, nipaishe. Amos, ninapaa kwa jina lako, ninapaa kwa jina lako Ushirikina wao ya tosha ya tosha ya tosha tosha. Ya tosha. Ya, nimekuita pale, umefunguliwa unaenda kuongeza. Naomba yule binti niliyosema kuongeza, iko wapi? Naomba mshike tumbo huyo, njoo ushike tumbo huko, mimi najua nachokifanya. Mama anavyosema hivyo, si unanielewa sindio? Unajua namaanisha nini, sindio? Asante binti yangu, unaitwa nani? Esther. Umeelewa vizuri sawa. Nakwenda kuchana sanda, sawa. Me ulikuwa umefungiwa kaburini, sawa. Ulipokuwa umefungwa umefungwa pale, alafu naona tena mwanaume mmoja, picha ya mwanaume imefungwa pale, sawa. Hiyo picha ilipofungwa pale, maana yake wakaweka alama ya X ya kwamba hautaolewa kwa hiyo uko kaburini mpaka sasa hivi, ndo maana uonekani. Umeelewa vizuri? Uko tayari nikutoe hapo? Niko tayari. Sasa ulipotoka pale ukaja hapa, nikaonyeshwa mchungaji mmoja amesimama na kuvalisha pete, yaani unavalishana pete na mwanaume ya kwamba unakwenda kuolewa baada ya kutoka pale kuja hapa. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Umenielewa? Usingeweza kwa sababu tayari umeshawekwa pale, lakini Mungu ni mwaminifu na hayo machozi unaodondosha sasa hivi, sikiliza ninachokueleza, ninachokueleza, ninachokueleza, ninachokueleza. Haki yako imerudi na kutoa pale. Yes, msaidie, msaidie, msaidia, msaidia, msaidia, msaidia. Msaidia pale asipigize kichwa pale, asipigize kichwa, asipigize kichwa. Yes Baba, tengeneza mama huyu naye apokee haki yake. Una watoto wangapi? Eh, yeah? Si kweli? Yes, pokea. Saidia pale, saidia pale. Nyosha mikono juu, upae kama tai, ukapae, ukapae. Waliokuwa wanataka kukusumbua, upae kama nini? We binti pale nyuma, njoo pale mbele. Ya nani hapo? Njoo, njoo, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa. Kimbia hapa. Yaani sasa hivi tunagusa. Mama pale aliyobeba mtoto, njoo hapa, njoo na mtoto wako. Njoo, njoo, njoo, njoo, njoo hapa, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, kimbia hapa, kimbia hapa, kimbia hapa. Kimbia hapa. Mama hapa, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, hapa. Njoo, njoo hapa, njoo, njoo. Njoo hapa. Njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo. Ukapae kama nini? Kama nini? We njoo hapa. Niliona maono hata nikiwa na kuombea kule. Kimbia hapa. Wai hapa. Wai hapa. Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu, sema e Mwenyezi Mungu, e Mwenyezi Mungu. Ye, mashambulio yaliyoko kwa siri. Ye, mashambulio yanaendelea kwa siri. Imani ndiyo ibeba sasa. Ni zaidi ya hayo, ni zaidi ya hayo ni zaidi ya hayo, ni zaidi ya hayo, niwe juu ya, niwe vyote vinavyozuia, niwe juu ya vyote vinavyozuia. niwe juu ya vyote vinavyozuia, niwe juu ya vyote vinavyozuia. Hebu paza sauti yako, maneno yasikike. niwe juu ya vyote vinavyozuia niwe juu ya vyote vinavyozuia niwe juu ya vyote vinavyozuia. Bwana nipe neema, niwe juu ya vyote vinavyozuia. Na amani mama, siku zote inatafutwa mama. Ali Yesu Kristo alipokuwa anapita, akakutana na mtu mmoja mfupi kama mimi, anaitwa Zakayo. Zakayo anapambana kupanda mti ili amwone nani? Yesu akamwambia Zakayo, leo niko nyumbani. Alipoingia nyumbani mwake, amani ilitokea. Zakayo alifichua tayari ambayo ambao alikuwa ajui. Kumbe Zakayo watu wanamtembelea nyumbani mwake hawajui kama Zakayo ameshatoboa ukutani, ameweka dora pale, ameweka fedha pale, hawakujua. Ila kwa sababu ametembelewa na yeye aliyo hai. Yesu Bwana wa mabwana aliamua akasema kwa furaha ah. Narudisha hata vile nilivyokuwa nimechukua kwa watu kule. Kwa nini? Ametembea nyumbani mwake. Mama leo leo, amani iko nyumbani kwako leo, amani iko nyumbani kwako, na ndivyo Roho anavyoniambia nikutamkie, na mimi nakueleza, sio mpaka hadi nikusukume, sio mpaka nikufanyeje? hapana. neno linaishi, neno linaishi. Mimi ni kiongozi na Mungu amenipa mamlaka. Siku moja nilitoa mfano wa kwamba kiongozi hawezi akatumia nguvu kuzindua barabara au kuzindua shule au kuzindua mpaka aseme leo mnasikanye, leo ninazindua hapa, sawa ah, hatumiagi hivyo. Anaweza akashika mkasi tu akasema ninazindua kwa mamlaka niliyopewa na rais yangu, si ndio? Ni kweli au sio kweli? kwa mamlaka niliyopewa na rais wa nchi ameniagiza nizindue shule hii. Anakata ngome, nakwenda tena. Unaweza ukakuta hata kwa lugha pole, wala sio na lugha kubwa, hata ndogo ndogo tu. Hata kaweka mama kanasema leo, kwa mamlaka niliyopewa na kiongozi wangu, rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassani, ninakwenda kuzindua barabara hii. Ni kweli au sio kweli? Na watu wanapiga nini? kwani mpaka hadi atumie nguvu na jasho limtoke? ile mamlaka kumbe. Mimi naagiza kwa sababu mamlaka Mungu amenipa nini, na hiyo mamlaka ndio inaagiza, ndio maana kuagiza, leo amani iko nyumbani, na wewe nikakuagiza kwa, kapae. Kapae. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.